Kwa kipindi hiki pia kumekuwa kuna ma, ma, ma, majibizano ya hapa na pale ambayo yamekuwa yakimhusu Elon Musk pamoja na Trump. Ni mmoja kati watu sasa hivi, eh, toka, eh, toka ya watu ambao kwa sasa hivi toka Elon Musk aweze kujiuzuru katika ile, eh, kitengo ambacho alikuwa nacho, eh, kumekuwa tunaweza yani kuna, kuna tukasema ni kuvuliana nguo kwa lugha ya, ya Kiswahili ni kwamba huyu anamtupia hiki na huyu anamtupia hiki. Sasa rais wa, eh, wa Marekani Donald Trump pia ameweza kuanzisha mgogoro mpya wa mfanyabiashara Elon Musk akimtaka E, kuepuka kufadhili wagombea wa chama cha Democratic e, katika uchaguzi ujao. E, katika mahojiano na NBC News ambayo inapatikana huko. Sasa Trump anaweza kusisitiza kuwa ata e, atakutana na adhabu kali sana ikiwa atafanya hivyo, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri vibaya biashara za Musk ambayo pia e, zitakazopelekea ku, e, ku, e, zitakazopelekea e, ruzuku za serikali lakini sasa mgogoro huu pia ulianza mara baada ya Musk kuweza kukosa mpango wa bajeti wa Trump eh, akiona eh, kama eh, kama mizigo eh, wa kifedha kwa taifa. Aidha, pia aliweza kuonyesha nia ya kufadhili kampeni za kupinga wabunge wa Republican eh, wanaounga mkono eh, bajeti hiyo. Trump pia alijibu kwa kumtuhumu Musk eh, kwa kukosoa heshima eh, lakini pia kuwa rais eh, na kusema hana mpango wa kuweza kurejesha uhusiano wao. And hata hivyo pia eh, Musk alifuta haraka, eh, haraka taarifa ambazo pia alikuwa amekwisha kuzichapisha eh, kwenye mtandao wake wa ya kijamii ambayo pia inadai uhusiano wa Trump na eh, Jeffrey Eh, Epstein eh, hatua inayoweza eh, kuashiria kutaka, lakini pia kuweza kupunguza mvutano huu. Lakini pia sasa mgogoro huu unazua maswali kuhusu ushawishi wa bilionea eh, katika siasa na Marekani pia eh, na hatima ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta za serikali. Ikumbuka kwamba eh, kule kuna chama cha Democratic pamoja na chama cha Republican na ambacho pia Eh, eh, kumekuwa kuna mvutano hapa na pale. Na Elon Musk sasa ameweza kuonekana kwamba akiwapa support chama pinzani ambacho kinakuwa kina upinzani mkubwa mkubwa sana kutokea katika nchi ya Marekani. Sasa wawili hawa wamekuwa na, na, na kuto kuelewana vitu vingi sana, huyu anataka hiki na huyu anataka hiki, na Trump ameweza kuahidi kwamba endapo eh, eh, Musk atafanya kitu ambacho anataka kukifanya basi ataweza kufanya kitu kibaya sana ambacho eh, Elon Musk mwenyewe hata kuja kuweza kukisahau ni kitu gani hicho. Tunajua kabisa kwamba Elon Musk pia ni mfanyabiashara mkubwa sana, tajiri namba moja duniani, ana vitu vingi, so masuala mazima ya kodi, masuala mazima ya vitu kibao ambavyo vinahusiana na biashara zake nini, e, Trump inaonekana akaweza kuvifungia au kuweza kuvifanyia kitu chochote. Yapi ambayo yataendelea kutokea, sisi kama sasa tutaweza kupatia updates kuhusiana na e, swala hili, chochote ambacho kitatokea kuhusiana na Elon Musk pamoja na Trump, tutakuletea hapa moja kwa moja. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau pale YouTube, ukigusa tu ya subscribe pale kijarama, kengele gonga pale, and then utakuwa kwanza kuweza kupata taarifa hizi chao.